Shukuru sana rais wa chama cha wanasheria ametuasa viongozi kwamba sio vizuri kuendelea kuzungumzia zungumzia yaliyojiri tarehe ishirini na tisa kwa sababu tarehe ishirini na tisa Oktoba kwa sababu yanatuonesha vidonda na pengine anaweza pia asisaidie sana katika mchakato wa haki. Sasa niseme kwanza, nakubaliana naye asilimia mia moja na pili, naongezea pale aliposahau kwamba sio viongozi wa serikali peke yake, na viongozi wa vyama vya siasa, taasisi za kijamii na wanaharakati. Rais ameunda commission ya kufanya inquiry, inaendelea kufanya kazi. Kuendelea kuzungumzia zungumzia kwa viongozi wa serikali wa taasisi za za kijamii vyama vya siasa wanaharakati kuendelea kuongelea ongelea nje ya mfumo wa kisheria uliowekwa kwa jambo hili ni kutolitendea haki taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu anayeipenda Tanzania akubaliane na rais wa chama cha wanasheria kwamba tusitoneshane, tutoe nafasi kwa vyombo vya kisheria kutimiza wajibu wake.